Hii ni Freedom Studio na karibu sana kwenye mafunzo ya vikoba. Uh, nataka kukuletea mafunzo ya vikoba na mkufunzi wako anayekuletea mafunzo haya ni Samuel Kakila. Uh, wiki iliyopita au katika kipindi kilichopita tulijifunza namna vikoba vinavyofanya kazi. Tulianza kujifunza namna vikoba vinavyofanya kazi au mfumo wa vikoba unavyofanya kazi, kwa maana ya jinsi vikundi vinavyoundwa na uh, jinsi ambavyo wanachama wanaanza kuweka pesa kwenye mfuko tuliouita ni wa hisa, na hata na mifuko mingine ambayo nilisema katika vipindi vijavyo nitaiainisha na nikakueleza kuwa katika kuweka fedha watatumia e, miezi mitatu, wataanza e, kufanya shughuli kwa miezi mitatu, na baada ya miezi mitatu basi watakuwa wamefika mahala pa kuanza kukopeshana na E, nikakueleza namna ambavyo vikundi vinaundwa e, tukasema au tu nikakuambia kwamba vikundi, watu wanaounda vikundi ni vizuri wakawa wale wanaofahamiana, wakawa wale wanaokaa eneo moja e, ili waweze kuwa wanafahamiana vizuri. Pia nikakwambia jinsi ambavyo E, mtu mwingine ambaye a, kimsingi ana madeni katika vikundi vingine na mifumo mingine a, ikiwa wanachama hawa watajua hilo, asiruhusiwe kuingia kwenye kikundi hiki mpaka atakapomaliza madeni yake kwenye mifumo mingine, ili aweze kuingia kwenye kikundi hiki na kuendelea na, na kikundi hiki. Uh, nikakwambia pia kwamba mfumo huu jinsi ambavyo wataanza kukusanya e, michango yao, wanachama watakusanya michango kwa kutumia e, nguvu zao wenyewe bila kutegemea wahisani kwa hiyo wanapofikia miezi mitatu ya kuanza kukopeshana, wataanza kukopeshana wakiwa wamechanga fedha zao wenyewe. Kama mtu anafanya kazi ya mshahara, kama mtu ni mfanyabiashara, kama mtu ni mkulima, au anafanya shughuli nyingine na inamwingizia kipato, hiyo ndiyo shughuli ambayo itakuwa inamwezesha kushiriki katika mfumo huu na katika eh, uwekezaji huu uh, na baadaye kufikia kiwango cha kuanza kukopa. Kwa hiyo nikakueleza vizuri kwamba nitakuelezea eh, hiyo sentensi ya kutegemea wafadhili. Na kimsingi mfumo mzima wa vikoba umeundwa kwa namna ambayo eh, wanachama wote wanaoshiriki kwenye mfumo hawatakiwi kutegemea wafadhili, hawatakiwi kuwa na mtazamo wa kufikiria ya kwamba kuna mtu atakuja kuweka fedha ya kutusaidia tuweze kukopeshana, kuna misaada itakuja, kuna kampuni, kuna shirika, kuna taasisi ya msaada itakuja ije iwekeze kwenye mfuko wetu alafu ndipo tupate fedha za kukopeshana. Wote ambao wanatengeneza mfumo huo au wana, wana wanaunda mfumo huo, wanaji-engage kwenye mfumo huo, wanajihusisha kwenye mfumo, hawatakiwi kuwa na mtazamo wa kutegemea wafadhili. Wanatakiwa kuwa na mtazamo mmoja wa kwamba wao wenyewe ndio wafadhili wa mfuko wao, na wao wenyewe watauwezesha mfuko, watautunisha mfuko, wataukuza mfuko, wataufanya mfuko kuwa na nguvu ya kuwawezesha kuwahudumia, au ya kuwezesha kuwahudumia wao pale wanapokuwa wanahitaji e, kukopeshana. Kwa hiyo nikakuambia kuwa nitakuelezea, na haya ndiyo maelezo kwamba kila mtu ambaye anashiriki katika shughuli ya vikoba anatakiwa kuwa mtu ambaye kimsingi atakuwa e, ana mtazamo kwamba hakuna kutegemea wafadhili, ila kutegemea nguvu zao wenyewe walioko kwenye mfumo, nguvu zao wenyewe walioko kwenye kikundi na kwa hiyo hiyo ni moja kati ya picha muhimu sana. Wewe unayejifunza e, mfumo huu na jinsi ambavyo ungependa kujiengage kwenye mfumo, uelewe ya kwamba ni muhimu kuwa na mtazamo ule wa kutokutegemea wafadhili, bali kujitegemea au kutegemea nguvu zenu wenyewe inapokuwa kwenye kikundi. Sasa haimaanishi kwamba waki hawawezi kujitokeza wafadhili. Hapana, wanaweza wakajitokeza, lakini ni vizuri kuhakikisha ya kwamba wafadhili watakaojitokeza wasiwe watu wajanja wajanja, ambao wanajitokeza kwamba wanataka kufanya ufadhili, lakini kwa kweli picha iliyoko nyuma ya pazia au nyuma ya jambo lenyewe au nia yao kwa kweli sio kufadhili wana nia nyingine ya kujinufaisha na shughuli yenu, na ni vizuri kwa hiyo kujihakikisha kiutaratibu, hata kisheria kwamba wao waliojitokeza kama wafadhili wanaotaka kufadhili wawe ni watu safi na watu ambao hawana makando kando, hawana historia mbaya, hawana nia mbaya. Wakati mwingine binadamu ni binadamu, sio malaika, huwezi kujua kila kitu. Basi ikitokea itokee kwa bahati mbaya, lakini angalau kuna hatua nyingi zilifanyika kujiridhisha ya kwamba hiki ni taasisi ni taasisi au aa, ni shirika au ni watu ambao e, walikuwa na nia safi au wana nia safi ya kufanya huo ufadhili, na kimsingi tunasema sasa, kwa hiyo kwamba wafadhili wanaweza kupatikana kwa hiyo, lakini ni vizuri tukahakikisha kwa njia zozote tutakazoona tunaweza kwa hizo kuhakikisha kwamba hawa watu watakuwa ni watu safi na wanania safi ya kuhakikisha e, wana wana wana wanawasaidia, sio kuwadidimiza. Na kwa hiyo wakijitokeza, mnaweza kubaliana nao, na ni vizuri kuweka makubaliano ambayo yatakuwa e, yako wazi na pengine ni ya kimaandishi na ya kimkataba kwamba wanawasaidia kwa namna gani, e, ili baadaye msije mkajikuta kwamba mnasema mnasaidiwa, kumbe mnanyi, mnajikuta mko kwenye mtego ambao hamwezi hata kutoka, na mkajikuta mnapoteza rasilimali zenu zote. Kwa hiyo ni vizuri kuchukua tahadhari. Kwa hiyo nikasema, kimsingi ni vizuri kuwa na mtazamo wa kujitegemea, lakini ikitokea wafadhili wapo, basi ni vizuri kuhakiki wafadhili hawa hawana makando kando, na ni watu safi. Na tatu, nasema ee, ni vizuri basi baada ya hapo kukubali, na kwa makubaliano ambayo yatakuwa wazi, kwa makubaliano kama mkataba, ambayo ni vizuri yakawekwa kwenye maandishi na yakasimamiwa kwa umakini mkubwa, ili lile ambalo mnafikiri ni la manufaa kutokea kwa ushirikiano wenu nyinyi na wao, au na hiyo taasisi au na hilo shirika basi hayo makubaliano ya yenu yao yanakwenda sawasawa, au makubaliano ya yenu yao yanakwenda katika njia ile ambayo wote mna matarajio nayo. Na sasa na leo nataka nikuletee uh, tofauti sasa kati ya mfumo wa vikoba na mifumo mingine ya kuweka na kukopa. E, unayefuatilia mafunzo haya unafahamu kabisa kwamba katika e, namna tofauti tofauti mbalimbali kumekuwa kuna vikundi ambavyo vinaundwa kwenye vijiji kwenye mitaa yetu. Kumekuwa kuna vif, v, v, v, v, mifumo mbalimbali ambayo ina, inatengenezwa inaundwa na ina ingeji watu e, kwenye shughuli ya kuweka na kukopa Inaweza ikawa ni kwenye ofisi yako, inaweza ikawa ni kwenye eneo lako la biashara unalofanyia biashara, inaweza ikawa ni kwenye uh, e, shughuli zako za kilimo, inaweza ikawa ni kwenye shughuli yoyote ile unaofanya, inaweza ikawa ni kwenye eneo la makazi. Kuna vikundi vingi, kuna mifumo mingi inaandaliwa au inayotengenezwa na kwa misingi hiyo e, mifumo hii ambayo inatengenezwa kuna namna sasa tunataka tuiangalie tofauti yake na mifumo, na mfumo huu wa Vikoba. Nilikwambia mfumo huu wa Vikoba una nguvu ya aina yake. Kwa nini? Kwa sababu ni mfumo rasmi ambao uko kisheria, kikanuni, kiutaratibu umefanyiwa utafiti, ukatengenezewa mwongozo namna yake ya usimamizi na utekelezaji. Ni namna ya tofauti, lakini ambayo ikisimamiwa ipasavyo inaleta tija. Mwisho wa siku nikakwambia ya kwamba e, mfumo huu ni mfumo unaoleta ufanisi na tija e, msingi kwa namna ambazo eh, kwa muda ambao ni reasonable, huchelewi sana wala huwezi kuwahi sana, lakini kukiona bidii, matunda yataonekana tu. Ni lazima matunda yaonekane, yaani ya lazima matunda yawepo, ila kunatakiwa usimamizi mzuri huwepo na nidhamu iwepo. Sasa ni nini hii tofauti kati ya vikundi vingine au mifumo mingine, maana naposema mifumo hata SACCOS nayo ni mfumo, watu wanajishirikisha kwenye SACCOS au wanajiengage kwenye SACCOS, na ni mitindo mingi ambayo watu wangependa kujiengage au kuwemo na kushiriki na kufanya eh, ku, shughuli ya kuweka na kukopa, ili baadaye waweze watu kupata mahala pa kukimbilia, waweze kukopeshana, waweze kutatua mahitaji waliyo nayo nyumbani kama ada za watoto, kama ni masuala ya matibabu, kama ni masuala mengine ya kuanzisha miradi, unatafuta e, mitaji kwa ajili ya biashara na kadhalika. Kwa hiyo kimsingi, mifumo yote hii inalenga kusaidia. Sasa iko tofauti kati ya vikoba na mifumo mingine ambayo e, kimsingi e, tu, tu, e, watu wana tabia ya ku jihusisha naye. Jambo la kwanza ambalo ni tofauti kati ya kikundi hiki au mfumo huu wa vikoba na mifumo mingine ni kwamba kwenye mfumo huu ambao ninakufundisha, mali zozote zilizoko kwenye kikundi ni za wanachama wenyewe. Mali za kikundi ni za wanachama wenyewe, inaweza ikawa fedha au inaweza ikawa mali nyingine. Kimsingi, rasilimali zote zinakuwa ni za wanachama wenyewe, kwa sababu mwanzo wa kupatikana kwake kwa mujibu wa utaratibu wa mfumo ni wanachama wenyewe. Kwa hiyo wao ndio wanasimamia na wanaweka uongozi wao wenyewe wanauchagua uongozi wao wenyewe, wanawachagua watu wanaowataka wao wenyewe na ambao wamo miongoni mwao. Wao wenyewe wanasimamia mambo yote, wale viongozi, kwa niaba ya wanachama. Kwa hiyo mali, rasilimali, chochote ambacho wanachama hao wametafuta pamoja, ni mali za wanachama. Kwenye mifumo mingine ni tofauti, zile mali rasilimali, fedha au kama kuna rasilimali zingine zozote, zinakuwa chini ya taasisi au zinakuwa chini ya mtu aliyehamasisha na kutengeneza ule mfumo ambao wewe ulipokuja umeji umeingia pale lakini umekuta ameshatafuta zile mali, ni za kwake. Kwa hiyo kwa wewe kama utamuongezea katika zile e, ile michango yako utaongeza, lakini kwa kweli mwisho wa siku mali ni za taasisi au mali ni za kwake. Kwa hiyo e, tofauti ya kwanza ni hiyo: mali ni za wanachama, na wanapewa nguvu hiyo kikatiba na kisheria. E, hasa kama kikundi kitakuwa tayari kilipoanza kimetengeneza katiba yake, kikundi kimesajiliwa, basi e, kinakuwa e, kikundi kinatambulika kisheria na mamlaka, hasa mamlaka za kiserikali. Lakini sasa maana yake ni kwamba hata mali ambazo e, kikundi e, e, kinamiliki ni mali za wanachama, na kwa hiyo wanachama wanatambulikana kama wamiliki wa mali hizo kisheria kabisa. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye atakuwa na wasiwasi wa wasi kupoteza e, kitu chochote, kupoteza fedha, kupoteza rasilimali yoyote. Tofauti ya pili ni kwamba maamuzi yoyote ambayo yanafanyika kwenye kikundi yanafanyika na wanachama wenyewe, wanakaa kwenye vikao vyao. E, baadaye katika vipindi vinavyokuja nitakuelezea na kufafanulia mambo mengi zaidi. Safari ni e, ndefu kidogo, na kuna vipindi kadhaa ambavyo nitakuwa nakupa na maelezo na maelekezo ya e, namna ambavyo kuna vitu vingi sana vya kufanya kwenye mfumo, na mojawapo ya hayo mambo ni pamoja na aina za mikutano ambazo mwanachama anapaswa ajue kwamba ziko na ambazo anapaswa ajue kwamba atahusika nazo. Kwa hiyo kimsingi, eh, nina nina ninajaribu kukuletea sasa hii eh, tofauti ya pili ya kwamba eh, maamuzi yanayofanyika, kwa sababu kikundi ni mali ya wanachama mali za kikundi ni mali za wanachama. Maamuzi pia yanayofanyika yanafanyika na wanachama wenyewe kwa kujadiliana wao wenyewe, aidha kwenye mikutano yao yeah. E, kuna mikutano aina kadhaa za mikutano, lakini kuna ile mikutano ya mara kwa mara ambayo wanachama wanatakiwa kukutana regularly kwa sababu kwa ajili ya kuchangia, kwa ajili ya kufanya e, uchangiaji ili kukuza mf mfuko wao wa waku, waku, kuweka na kukopa. Sasa maamuzi yanayofanyika mule yanafanyika na wanachama, wakati kwenye mifumo mingine maamuzi huwa yanafanywa na watu wachache, sio wanachama wote, watu wachache. Sasa maana yake nini? Kwenye mfumo wa Vikoba si tu maamuzi yanafanyika na wanachama, lakini anafanyika na, na wanachama lakini pia yanafanyika eh, kwa uwazi. Watu wanajadiliana jambo, kama kuna mambo ya kujadili. Hata kama kuna mgogoro, watu wao wanakaa chini wanajadiliana kuhusiana na migogoro iliyojitokeza, mgogoro uliopo, alafu wanauamua kwa pamoja, kwa uwazi kabisa, kwa hakuna jambo linalofichwa mahala popote. Sasa huku kwingine, kwenye mifumo mingine watu wachache ndio wanafanya maamuzi au viongozi ambao wanakuwa ni watu wachache wanafanya maamuzi. Na wakati mwingine viongozi wengine wanaweza ka e, si jambo la kushangaza kwamba hawatokani na maamuzi ya wanachama, wanakuwa ni viongozi ambao we ukiingia utawakuta tu wapo, wanaweza akawa ni kiongozi mwajiriwa au kiongozi mchaguliwa kwa kula, lakini wewe unaweza ukaingia pale ukamkuta tu, au kama atateuliwa, anateuliwa na mamlaka fulani. Kwa hiyo tofauti unaiona kwamba utakutana na kiongozi ambaye wakati mwingine hatokani kabisa na na wanachama au maamuzi ya wanachama, unaona, na hilo ni eneo mojawapo. Tunaposema maamuzi ya kikundi yanafanywa na wanachama, hata yale maamuzi ya kuweka viongozi nayo ni maamuzi acha tu kwamba ni yale maamuzi kwamba sasa tuta, tutabadilisha mwenendo wa kukutana badala ya kukutana kila siku tutakutana kila mara moja kwa, kwa, kwa, kwa, kwa kila wiki. Mfano nazungumzia haya ni maamuzi ambayo wanachama wenyewe watajadili na wataamua, lakini huku kwenye mifumo mingine anayeamua ni mtu tofauti. Kwa hiyo wakati mwingine maamuzi yanaweza asiwe shirikishi kwa wanachama, hata maamuzi ya kwamba nani aongoze, wakati mwingine si maamuzi ambayo E, yatakuwa shirikishi, yatakuwa ni maamuzi ambayo kimsingi yatafanyika na viongozi au na watu wachache. Hiyo ndiyo tofauti ya pili, na waweza wakaona kama mambo ni hivi, maanake pia inawezekana kabisa kwamba kuna mambo yakaamliwa si katika ule uwazi, au kuna mambo yatafanyika si katika ule uwazi, kuna mambo yataamliwa kwa namna ambayo wengi wataumia, watu ambao eh, wanashiriki kwenye eh, mfumo ule wa, wa upande mwingine ambao sio mfumo wa vikoba, kwa maana maamuzi ni ya wachache. Na mfumo mzuri ni ule mfumo ambao unashirikisha watu kufanya maamuzi, na watu wanaweza kuwa huru na kunakuwa kuna uwazi katika kufanya maamuzi, yakiwemo maamuzi ya kuweka eh, viongozi madarakani. Jambo la tatu, vikundi hujenga mifuko yake vyenyewe. Nimekueleza hakuna kutegemea wafadhili. Wakati kwenye uh, mfumo au mifumo mingine vikundi huwa vinategemea wahisani au wafadhili. Sasa hii ndiyo tofauti mojawapo ambayo iko kati ya vikoba, mfumo huu wa vikoba na mfumo mwingine au mifumo mingine ya kuweka na kukopa. E, kwenye mfumo wa vikoba e, riba ni faida ambayo watagawana wanachama wenyewe, kwa sababu ni mali yao. Nitakueleza vizuri baadaye jinsi ambavyo watu wanaweza kuchangishana, wanapataje faida na faida wanaifanyaje, wanagawanaje na hesabu zinafanyikaje kila kitu nitakufundisha, nitakuelekeza vizuri kwa utuo. Sasa upande mwingine, mfumo wa vikoba ni mfumo ambao I mean, mfumo tofauti na vikoba ni mfumo ambao e, ma zile, zile faida zinazopatikana kutokana na riba, kwamba watu wamekopeshwa wamerejesha fedha pamoja na riba zinatengeneza faida zinapotengeneza faida kwenye huu mfumo faida ile hai, hai haiendi kwa wanachama, si mali ya wanachama, ni faida ya watu wachache ambao wao ndio wanasimamia kikundi, wao ndio waliohamasisha au wao ndio e, watu ambao kimsingi e, ni viongozi au ni ni, ni ni watu tu ambao wanamiliki mfumo, hao ndiyo faida itakwenda kwa. Lakini kwenye upande wa mfumo wa vikoba ambao ndio huu ninaokuelekeza, ninaokufundisha, ninaokuletea riba ni, ni mali. Faida yoyote inayotokana na riba ni mali ya wanachama na inaelekezwa kugawiwa wanachama manake, wanachama wakati utakapofika wa kugawiwa kwa mtindo ule ambao nitakuelekeza baadaye, nitakufundisha, wanachama wananufaika moja kwa moja na na na, na, na, na faida inayopatikana kwenye shughuli ya kuweka na kukopa kutokana na riba. Tofauti ya mwisho ambayo nitakuletea pengine itakuwa ni e, hoja yangu ya mwisho kwa siku ya leo ni kwamba idadi katika mfumo huu wa vikoba ninaokufundisha mimi, idadi ya wanachama ni kati ya 15 mpaka 30. Nilikwambia kila kitu ambacho kimeelekezwa, kimewekwa kwenye mwongozo wa mfumo huu wa vikoba ni kitu ambacho kimefanyiwa utafiti. Na kwa hiyo ndiyo maana kimewekwa kilivyowekwa. Kwa nini? Utafiti umefanyika, na ndiyo maana mwongozo ukaweka. E, wataalamu wa mfumo huu walioandaa mwongozo walifanya utafiti, wakagundua kukiwa na idadi hii ya watu inaweza ikawa ni rahisi zaidi kwenye uendeshaji kuliko ikiwa vinginevyo. Kwa hiyo kati ya watu 15 mpaka 30 kwenye mfumo huu wa vikoba, ila ule mfumo mwingine au ule mifumo mingine ambayo ni tofauti na vikoba hii ambayo mimi nakufundisha, hakuna ukomo kwa idadi ya chini, hakuna ukomo kwa idadi ya juu. Watu wachache wa kuliko wao wa 15 watu wanaweza wakawa wa wengi kuliko wao 30 e, na hii pengine wakati mwingine, wakati wote itakuwa mbaya, lakini wakati fulani inaleta athari mbaya kwenye uendeshaji wa e, taratibu hizi za kifedha. Ninataka niishie hapa leo, lakini nikualike katika kipindi kile kinachokuja. Nitaendelea kukuletea mambo mazuri ya wewe kujifunza juu ya mfumo wa vikoba. E, ninakukaribisha sana. Usiache sasa kucomment, uh, kushare, kulike na kusubscribe. Ni muhimu sana hii ni Freedom Studio. Mwa mkufunzi wako na mwasilishaji ni Samuel Kakila, karibu sana.